Kivuko kwa kifupi ni muhimu kwetu sisi, hasa kwa wafanyabiashara, hata pia wananchi ambao wanaishi Msanga Mkuu, kwa sababu huduma zote huwa tunategemea mjini. Kwa inapotokea kivuko kinatokea hitilafu kama za jana, changamoto inakuwa kubwa. Jana ilitokea dharuba la upepo, so kwa hiyo kutokana na hali ya hewa ile, pamtoni ilipwewa, maana yake ilitoka juu, ilitoka kwenye maji ikafika huko juu. Kwa hiyo kutokana na ile hali ya hewa ilitutesa kwa sababu akikweza kufanya kazi mpaka maji yalipojaa, ili kiweze kuondolewa kiendelee kufanya huduma zingine. Kwa wakati ilipotokea tatizo, ililazimika tutumie mitumbwi. Sasa mitumbwi, mimi niko na pikipiki hivi, siwezi kuvuka kwa sababu pikipiki haiwezi kukaa kwenye mtumbwi. Mwingine amekuja na gari yake, anashindwa kuvuka gari, aliwezi kukaa kwenye mtumbwi. Kwa hiyo changamoto ilikuwa hiyo, kwamba ilitokea dharuba za upepo, kwa sababu ni mambo ambayo ya Mungu, sisemi kwamba yanapangwa labda nini, huwa yanatokea tu, kwa sababu ilitokea hivyo, lakini tunashukuru leo huduma imerudi tena tunashukuru na tunaomba wasimamizi wawe makini, jua kuangalia i e, alikitokea tunajua jinsi gani wao wanaandaa mazingira ili huduma ziwe zinaendelea. Ninachokiomba, naomba hiki kivuko, serikali tunaiomba itubadilishie, kwa sababu hiki kivuko kina matatizo sana, kina changamoto sana, yaani muda mwingine tunaweza tukafeli, tukawa tunatumia mitumbwi. Kwa maana hiyo sio vizuri tunapotumia mitumbwi changamoto zake tunachelewa kufika, na inakuwepo mtu akikaa kwenye mtumbwi wake anakutoza labda buku, anakuambia mi nakuvusha kwa buku na wewe una shida kuvuka, inabidi uvuke ehe, wakati kwenye pantoni tunavukaga mia tatu. Mitumbwi ile ni hatari zaidi. Hii tunaiomba serikali itufanyaje, tusaidie. Kama kimeshindikana kuleta kingine, basi watulekebishie hiki hiki. Una hiki kivuko tangu kimiletwa mpaka leo takribani miaka kumi, na mimi ni wazoefu leo ni ajabu kusikia kivuko kimepwewa, kinachukua kutwa mzima, akijafanya kazi kinaleta sitofahamu. Na sisi wakazi wa kata ya Msanga Mkuu ambayo inaunganisha vijiji vitatu pamoja na kata ya Nalingu, njia yetu kuu ndiyo hii, na kuna dharura nyingi za wagonjwa tunategemea njia hii. Sasa leo kivuko kikiwa kimepwewa hakifanyi kazi kwa kutwa mzima, je, anapotokea mgonjwa tunafanyaje? Kwa hiyo okay. Tunaomba sana sana sana wasimamizi wa hiki kivuko hasa TEMESA wawe makini katika kuangalia utendaji kazi wa hiki kivuko.